nisimame niwasalimie, salamu zangu kwenu. Mkituchagua kipindi cha miaka mitano ijayo, kazi ile ile tuliofanya kazi kipindi cha kwanza, tunakwenda kufanya kazi ile ile ya maendeleo. Umeme siokosa maji nyumbani, mitoto, maji kama hakuna ni shida kwa hiyo ajenda yangu ya kwanza ni kumtua mama ndo kichwani, ikatumia <coughs> pesa yoyote ile, tuhakikishe kila Mtanzania, kwa sababu afya, bila ya afya hakuna kulima, bila ya afya hakuna chochote uweze kufanya zenu na afya inapatikana kutokana na maji. Kwa hiyo afya na maji. Cha pili ni elimu, na ndio maana tunajenga mashule mengi. Lakini cha tatu, elimu yenyewe iwape ujuzi vijana, na ndio maana tunajenga vyuo. Vijana na kazi za kufanya, tena ni umeme kazi zetu kwa urahisi. Umeme ni u, lakini unaleta viwanda ambavyo vitaleta ajira. Amesema vingine vitakuja. Umeme ukiwepo, sio shida. Nendeni kachagueni Chama cha Mapinduzi. Wachama, Chama cha Mapinduzi, wabunge bunge wenu cha Mapinduzi, madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi, yeona <tipas> <tipas> nanyi mmeniona sidiwani, tunaomba kura zenu. Haya, asanteni sana.